Mbunge wa Saboti katika kaunti ya Trans Nzoia, Caleb Amisi amemshutumu Rais William Ruto kwa kuisukuma nchi katika lindi la madeni, akidai kuwa serikali yake inamtwika mlipa kodi mzigo mkubwa zaidi kwa kukopa bila mipaka. Amisi ameonya kuwa ongezeko la deni la taifa linaweza kuwa na athari kubwa kwa uchumi wa taifa pamoja na vizazi vijavyo. Aidha, mbunge huyo amesema hayo kufuatia ziara ya Rais William Ruto nchini Uchina, akieleza wasiwasi kuwa mikataba mipya ya kifedha inayoingiwa inaweza kuendeleza kuzidisha kiwango cha madeni ya taifa hili. Sisi tunasema hii madeni ya Kenya imekuwa too much We've been borrowing tangu Kibaki, tunaomba madeni. Uhuru tunaomba madeni. Ruto alituambia atawaiomba madeni. Ameenda kufanya nini China bwana kama si madeni? Uongo. Hatutaki, we must stop it and we are leaders. We have no any other country. My people we only have one country called Kenya. Lazima tusaidiane kuongoza hii nchi isiende mrama.